Tuwekee wimbo wa taifa, naomba watu wote tusogee vizuri, tuimbe wimbo wa taifa, na maskofu wako hapa, mwenyekiti wa CPST watatuongoza, tuombe kwa ajili ya nchi yetu nzuri ya Tanzania. Naomba wakati wa hudumu, tunawasaidia kwenda pale kanisani. Uh, tuwasaidie watumishi wa Bwana hawa, wamempa Yesu maisha, tuende nao pale na tuwape mawili matatu tuwajenge. Ndio me maaskofu wangu na wachungaji, tupande tupande tafadhali tena, jamani, ni nimesema wahudumu, tusiende wengi, tusiende wengi sana. Yes, tusiende wengi ya, yeah, ya, nataka tuimbe wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa ni mfupi tu, na watu wa mitambo watatuongoza Tutaimba kwa namna ya maombi sometimes wao utendao yake sana unaimbwa kisiasa. Sisi hatuimbi kisiasa, tunaimba kwa hali ya maombi. We pray for our country. Tunataka tuiombee nchi yetu kabisa, na maskofu wako hapa. Sijui tufake hapa, mwenyekiti you read us lakini ya yeah. Naweza ukasema kidogo baada tu taka tutaimba wimbo baada ya wimbo maombi. Bwana Ma. Yesu asifiwe Amen, Amen. Kwa nini tuombee nchi yetu? Tunaiombea nchi yetu kwa sababu Biblia inatutaka tuiombee nchi, Biblia inataka tuwaombee viongozi na tuna, sisi ni mashahidi wa vinavyoendelea nchi jirani sisi hatuna hatuna jambo la maana sana tumefanya kuliko wao, lakini ni upendeleo wa Mungu tu. Tutakwenda kuomba maombi juu ya nchi yetu, tutayagawanya katika mafungu matatu. Tutaomba kwa ajili ya serikali kuu inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tutaenda kuomba kwa ajili ya muhimili wa bunge unaoongozwa na Spika Tulia Ackson Tutakwenda kuomba kwa ajili ya mahakama inayoongozwa na jaji mkuu Ibrahim Hassan Hamisi Juma. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuomba. Watu wa Mungu huwa hatufanyi vitu vingine, huwa hatu, hatufanyi siasa na kushabikia mambo. Tunapokuwa na mambo yanayotusibu sisi huwa tunaongea na Mungu. Na Askofu Kabundunguru utatuombea kuhusu uta, utawakilisha maombi ya serikali kuu, utatuwakilisha, utaombea serikali kuu. Lakini pia askofu wetu Askofu Evans yeye, yeah, ataomba, ataliombea, ataombea muhimili wa bunge. Na mimi pale mwishoni tutakwenda kuomba kwa ajili ya muhimili ule wa mahakama. Utakapokuwa tunaomba tutakuwa tumeshika mikono, tumeshikana mikono, ishara ya umoja na mshikamano kwa ajili ya nchi yetu, tutaenda kuimba wimbo wetu wa taifa. Baada ya pale, na wimbo wa taifa tukapokuwa tunaimba huu, tutaimba tukimwabudu Mungu. Usiimbe kisiasa tu, imba ukimwabudu Mungu, imba katika roho. Nataka uimbe wimbo katika roho. Tukimaliza, askofu Kapundunguru atachukua nafasi ya kuwa wa kwanza kuombea serikali kuu, alafu askofu Evans ataomba kwa ajili ya bunge alafu nitamalizia na muhimili wa, ma, wa mahakama. Basi hebu tushikane mkono, shikane mkono, shikane mkono alafu tone tukamwabudu Mungu wakati ule wimbo wa taifa unaimbwa, tone tukamwabudu Mungu wakati ule wimbo wa taifa unaimbwa. Mtakatifu wa milele, Bwana wa uzima, tunamleta rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wote ulioko chini yake. Bwana tunaomba ukumbuke rehema kwa ajili ya taifa hili, tunaongozwa na watu ambao umewaweka juu yetu na kwa sababu hiyo e Mungu wa mbingu e na nchi, serikali kuu inayoongozwa na raisi wetu mpendwa tunaiweka mikononi mwako e Bwana, neema yako iwe juu ya uongozi huu. Mamlaka uliyoyatoa kwake ayatumie katika uzuri wako, e Bwana, Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba Mtakatifu usiyebadilika ukampe hekima na maarifa mapya, ukampe haki ya kuongoza, ukampe nguvu na ushinde, ukampe afya njema. Na wale wote walioko chini yake tunaweka mikononi mwako Baba. Kuna ugonjwa uliotokea katika serikali yetu, mahali ambapo watu wanapaswa wasimamie zamu zao, wengi wameingia katika mtindo wa kujipendekeza, watu wamekosa maarifa. Baba, ninaomba maarifa kwa ajili ya viongozi wetu katika jina la Yesu Kristo. Serikali tunaiweka mikononi mwako, ikatende haki, ikatende haki. Mungu wa mbingu na nchi, serikali ikatende haki, serikali ikawe sikivu, serikali ikajue mamlaka yake, serikali isimwache mtu Simamie zamu yao kwa jina la Yesu Kristo. Uchumi wa nchi hii ukasimame katika uzuri wako kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyeko katika mamlaka ya serikali ajue ya kwamba atatoa hesabu machoni mwako kwa sababu hiyo, serikali kutoka serikali kuu hata chini kwenye kijiji, tunaweka mikononi mwako. Mawaziri wote, wakurugenzi wote, makatibu wakuu wote, kwa jina la Yesu Kristo. Serikali, Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako, kaskazini, mashariki na magharibi, katikati ya nchi, na serikali yetu sasa iko mjini Dodoma. Tunaomba mwamba wa uzima, ukaguse fahamu zao, gusa nia zao, mkono wako usiwapungukie, wape afya ya akili, wape afya ya mwili katika jina la Yesu Kristo. Kila wizara tunaiweka mikononi mwako, kila wizara tunaiweka mikononi mwako, kuanzia mkuu wa mkoa, kuanzia wakuu wa wilaya wote tunaoweka mikononi mwako, maaskari wote katika nyanja mbalimbali, siko wizara za ulinzi, kuna wizara za kilimo na wizara zote za serikali tunaziweka mikononi mwako. Mkono wako wenye nguvu na uhai usiwapungukie Jehova, Baba. Nchi hii tunaipenda, tunawapenda viongozi wetu, umewaweka juu yetu kwa kusudi maalumu. Tunaomba si tu washike njia ya kuongoza katika uzuri wako, bali pia tunawaombea ukawaokoe, maana Kristo, ulikufa kwa ajili yao. Kumbuka rehema, mwamba wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo, watembelee Bwana, watembelee kwenye ofisi zao. Sema nao viongozi wetu wa serikali kuu katika jina cina la Yesu Kristo, sema nao vitandani mwao, sema nao katika ofisi zao, sema nao hata njiani, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mkono wako Bwana usimwache yeyote, uangalie makatibu tarafa, uangalie kila moja, uangalie mambo ya utukufu. Katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa unasikia. Hakuna siku uliokosa kujibu, maana wewe ndiwe uliyesema tukikuomba neno lolote kwa jina la Yesu, wewe utalitenda. Mwamba wa utukufu, kumbuka, kumbuka maneno yako sema mwenyewe katika Marko sura ile ya 11 na aya ya 23, ukasema tukiwaambia mlima huu ng'oka na kutubwa baharini, wala tusiwe na shaka moyoni mwetu. Baba, tunaomba mlima wa choyo kwa viongozi wa serikali kuu tunauvunja tunauhamisha kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya wizi wa mali za umma tunaivunja. Ile nguvu ya kujipenda urafi tunaiseta kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mkuu, jitukuze, jitukuze juu ya mawaziri wote, manaibu wote, jitukuze juu ya makatibu wakuu wote. Jitukuze mama wa utukufu, juu ya wakurugenzi wote. Jitukuze mama wa neema, juu ya wakuu wa mikoa, juu ya wakuu wa wilaya vitengo mbalimbali vya serikali kuu vyote tunaviweka mikononi mwako. Asante kwa kuwa unasikia, nawe ni Mungu usiyeshindwa na lolote. Tunaamini kuanzia leo tutaanza kuona mabadiliko, ili kwamba kila moja akatende yanayopaswa, maana wewe ni Mungu stahilie. Tumesikia habari za kwamba dhambi inapofusha, lakini haki huinua taifa. Ndiyo maana tunawaombea viongozi wetu wa serikali asante, kwa sababu umewaponya utawalinda, utawapa afya, utawapa akili njema na utukufu wako utaifunika serikali yetu, katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Ayasimame. Amen. Ayasimame. Amen. Ayasimame. Baba, katika jina la Yesu, yes, nasogea mbele ya kiti chako cha enzi mtakatifu. Mungu wa Israeli, tunaomba kwa ajili ya bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge ndio linalotunga sheria ambazo zinatumika katika nchi yetu. Baba, tunaliweka bunge mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako Mungu zikafunike bunge ili wakatunge sheria ambazo zitaifaa nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu Mtakatifu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Naam, mwaka huu tutapata wabunge wapya ambao wataingia kwenye bunge lako kwa maana ya wale watakaochaguliwa. Hivyo Mungu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu, neema yako ifunike bunge letu. Bunge la Zanzibar pia lifunikwe kwa uweza na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mheshimiwa Tulia Ackson tunamweka mikononi mwako, ambaye pia ndiyo spika wa bunge. Mungu ninaomba wafanyakazi wote wa bunge kwa jina la Yesu Kristo wasimame katika kweli na haki, wakiendelea kuitunga kui sheria kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Mungu, tunaiombea nchi yetu wakati wa uchaguzi, katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja mipango na mikakati yote ya kuleta fujo na vurugu kwa jina la Yesu, ikashindwe. Mungu katawale uchaguzi, Mungu kasimame kwenye uchaguzi wa bunge na madiwani na mheshimiwa rais. E Mungu, nchi yetu ni nchi ya amani, nchi yetu ni nchi ya upendo. tunaomba Mungu, upendo huo uendelee, amani hiyo iendelee mshikamano uendelee. e Mungu, bila wewe hatuwezi, tusaidie kwa jina la Yesu kama ulivyosema neno la katika neno lako katika Yeremia 32 mstari wa ishirini na saba, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu nisiloliweza? Mungu hushindwi na hujashindwa moja ya sifa zako kwamba hushindwi na hutashindwa kamwe. Hivyo tunaomba neema itawale kwa taifa, neema iliyo itawale kwa taifa, amani itawale kwa taifa. E Mungu wa majeshi, kwa jina la Yesu, maadui wote ambao wamejipanga kuleta fujo na kuvuruga nchi yetu kwa jina la Yesu, wafichue mwenyewe kwa mkono wako wenye nguvu kwa jina la Yesu. Tunashuhudia mataifa mengine yanafanya uchaguzi na mwishowe hakuna amani. Sisi tunaomba amani katika nchi yetu, tunaomba amani katika taifa hili, tunaomba amani katika, katika vyombo vyote vya serikali tuna Tunaomba amani. E, Mungu, tunaomba amani kwa jina la Yesu. E, Mungu, amani katawale wakati wa uchaguzi kwa jina la Yesu, ili tuwapate wabunge, tuwapate madiwani ambao wewe Mungu ume waruhusu kuongoza Baba, asante. Najua bunge utalifunika utalitunza utali kwa jina la Yesu. Katibu wa bunge pia tunamweka kwako Bwana, ukamlinde Bwana, ukamtunze Bwana, ukamfunike kwa jina la Yesu. Bariki bunge letu bariki bunge letu bariki bunge letu bariki bunge letu, letu, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Zanzibar Baba pia tunaliweka kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amani tawale katika nchi hii kwa jina la Yesu. Kwa mipaka yote, Bwana ukaisimamie, ukalinde mipaka, ukalinde mipaka, ukalinde mipaka, ukalinde mipaka, ukalinde mipaka, ukalinde mipaka. Maadui ukawafichua mwenyewe, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu tunakushukuru, tunakutukuza, Mungu mwaminifu wewe unasikia, sikio lako si zito hata nisiweze kusikia, na mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa. E Bwana, tunaiomba amani, tunaomba amani, tunaomba amani, tunaomba amani, tuna amani endelee kwa jina la Yesu katika nchi yetu hii, mshikamano uendelee kwa watanzania wote kwa dini zote, mshikamano ukaendelee tukashika kwa jina la Yesu Kristo, kwa faida nchi yetu, tukapendane kwa faida nchi yetu. Baba, tunakubariki asante kwa watumishi wako, asante kwa wachungaji hawa. Bwana, jina lako libarikiwe. Umoja huu na upendo huu Bwana ukawatamie. Bwana asante na kutukuza mwaminifu. Yesu wewe, uliyekufa msalabani, tunatarajia kusherehekea Pasaka kufufuka kwako, tunaomba neema Bwana itufunike. Asante mwaminifu Yesu Kristo, jina lako libarikiwe. Asante Mungu, asante kwa upendo wako, asante Bwana. Najua Bwana umesikia, utaitunza bunge letu. Najua muda si mrefu tayari bunge la bajeti litakuja, Bwana Mungu utalifunika kwa jina la Yesu. Neema yako itakuwepo Baba, asante katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, la Yesu Kristo, amen. Baba Mtakatifu, Mungu wetu uketie mahali pa juu sana, Baba, tunakuja tena tukiuleta muhimili mwingine muhimu katika nchi hii, na muhimili huu ni muhimili wa mahakama. Baba Mungu, wewe Mungu ambaye umetupa chombo hichi kwa ajili ya kutafsiri sheria chini ya jaji kiongozi, Jaji Mkuu Ibrahim Juma. Mungu unayetenda, Mungu unayefanya. Kupitia chombo hichi Watanzania wamekuwa wakipata haki kupitia chombo hichi, haki za watakatifu wako zimeshikwa na chombo hichi. Baba tunauliza roho wako mtakatifu, Mungu unaingilia mifumo, Mungu unayetenda, ninaleta mahakama kuu ya Tanzania mikononi mwako chini ya jaji mkuu Baba ukamsimamie ukakisimamie chombo hichi muhimu, kikaweze kufanya kazi bila kuingiliwa na muhimili wowote, kikaweze kusimamia haki Baba bila kuingiliwa na mtu wa aina yoyote mwenye nguvu au mwimili wa aina yoyote. Roho wako Mtakatifu akakisimamishe akakitengeneze, nguvu ya upekee akatengeneze mamlaka yenye utisho. Ninarudisha utisho wa mam mamlaka ya mahakama, ikisimama kama kivuli cha mahakama ya mbinguni, ikatende haki, haki ambazo zimezuiliwa, haki ya ambazo zimepigwa teke. Baba, ninarudisha mahakama, ninarudisha muhimili huu nikiwekea nguvu tena, roho wako mtakatifu akimjaza kila mmoja katika kutenda haki, Baba, kuanzia jaji mkuu, viongozi mbalimbali, majaji mbalimbali mbali wa mahakama tofauti tofauti, kuanzia mahakama ya mwanzo mpaka mahakama kuu. Mfalme wangu ukaonekane ukatende haki ikitendeka kwa kila mmoja, ninaenda kinyume na mipango ya Ibilisi inayoharibu muhimili huu kupindisha haki za watu wa Tanzania na taifa hili watu kujichukulia haki mkononi, watu kufanya wanavyoweza kufanya. Ninarudisha mamlaka ya mahakama kuu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, muhimili huu ukawe muhimili imara, muhimili huu ukasimame wenyewe, muhimili huu ukaweze kusimama, ukatende haki ndani ya nchi yetu, ukafanye mambo makubwa Mungu ukafanye. Ninaleta watumishi mbalimbali wa kada mbalimbali za mahakama ya Tanzania. Mungu ukawajaze roho wako, ukaondoe mambo yote yanayoharibu usimamizi wa haki. Baba ukatende, Baba ukafanye. Ninaileta mahakama ya Zanzibar mikononi mwako, ninaleta kila kitu Mfalme, ukawasimamie wakaitafsiri sheria kulingana na kiti chako cha kimbingu Baba, ukatende, ukatupe mihimili inayoweza kufanya kazi bila kuingiliana. Usitupe mihimili Baba itakayokuwa ikiingiliana na kuharibiana na kuchukua nguvu za mihimili mwingine. Baba, tunaomba a total separation of power. Tunaomba nguvu ya kusimamia mfalme tutasimama na kusema, wewe Mungu uliyetupa nchi nzuri, ulitupa utaratibu wa namna ya mihimili kuingiliana. Baba, ninasema asante, ninakushukuru kwa kuwa Mungu unakwenda kutenda. Mungu unakwenda kutupa nchi nzuri, nchi nzuri ya kujivunia Baba. Tuna amani, sio kwa sababu tumetenda mengi sana ya kukufurahisha, lakini kwa upendeleo wako jeho. Tunasimama, tunakuwa na sababu ya kukurudishia wewe Baba. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya nchi hii, pokea sifa na utukufu kwa ajili ya amani inayoendelea. Wewe Mungu unayejua gharama inayolipwa nyuma ya amani hii, Baba ukatushike Baba ukatutunze ukatufiche, ibilisi asituone, ukatuketishe juu mahali pa juu palipofichwa na uvuli wako, ibilisi asiione Tanzania. Baba, tumeongea juu ya uchaguzi na pilika, pilika za uchaguzi. Baba, ninaisimamisha mihimili hii mitatu, ikasimame kwenye nafasi yake, tukiona uchaguzi wenye amani tukiona uchaguzi wenye furaha, kila mtanzania akiwa ameridhika, watanzania wakichagua waki chaguo la moyo wao, wakichagua kulingana na mpango wako baba. Ukatende baba, ukafanye katika jina lako takatifu, jina la Yesu Kristo, ninaomba baba na kushukuru. Amen, amen. Baba yetu Mungu tunakushukuru tunakutukuza tumefika mwisho wa mkutano huu wa siku nane, umetuwezesha umeponya, hali ya hewa, umeponya mazingira, umeponya watu wako, umeokoa. Naomba uamsho huu uendelee, uamsho uendelee. Tuko Dodoma mahali hapa, Bwana, watu wakukimbilie kama maji, watu wakukimbilie wewe, neema ya wokovu ifunuliwe kwa jina la Yesu Kristo. Sante kwa ajili ya watumishi wako, maaskofu, wachungaji. Kwa unyenyekevu mkubwa, wameacha makanisa yao, wamekuja mahali hapa kwa ajili ya ushirika. Watendee mema Bwana, watendee mema Mtakatifu, walinde na kuwatunza, kila wanachohitaji binafsi wanachohitaji kwa ajili ya makanisa na huduma, inaomba neema yako Mungu isiwapungukia. Sante kwa ajili ya vijana wetu wanakasfeta wamekuja mahali hapa na wamekuwa sababu ya mkutano huu mkubwa wa baraka. Baba, wabariki vijana hawa na watendee mema miongoni mwao. Wengine tunaamini ni miongoni mwa wafanya maamuzi katika taifa hili. Bwana, naomba taa hiyo isizimike katika mioyo yao, adui asizimishe ya ndoto hizo. Bwana, wawezeshe na kuwafanikisha. Hata tunapotawanyika, tunarudi sasa majumbani na wao wanarudi mikoani, warudi kwa amani yako Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Naomba sote tuseme amen. Amen, amen. Amen. Amen. Jamani, Mungu awabariki. Muda umekwenda, nitangaze rasmi, huu ndio mwisho wa mkutano wetu wa siku nane.